Karibu mpendwa wa mtazamaji wa HMG Africa, tunakuletea update, yani taarifa ambazo zinajiri moja kwa moja kutokea huko nchini Iran ambayo imekumbwa e, na maandamano. Lakini Marekani kama ilivyoonyesha uungaji wake mkono kwa waandamanaji na ikisema msaada unakuja hivi punde, rais wa Marekani muda si mrefu ametoka kuongea na waandishi wa habari kwamba amepata taarifa kwamba Iran e, imesema haitawanyonga wale ambao walikamatwa baada ya maandamano. Hivyo kuna, kuna mambo mawili ambayo yanaweza katokea: Marekani kaachana na mpango wake wa kuishambulia Iran kijeshi ama ikaendelea na mpango huo, lakini asilimia kubwa ni kwamba Marekani inaweza kaachana na mpango wake. Itakumbukwa hapo awali baadhi ya wafanyakazi wa Marekani walihimizwa kuondoka katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Katari kama tahadhari endapo vita vingezuka, lakini Trump Ikumbukwa huko nyuma alionyesha uungaji mkono kwa waandamanaji, lakini sasa amesema amepata taarifa kwamba Iran haitawaua. Taarifa hii inambatana na taarifa inayosema kwamba kuwawa kwa mwandamanaji wa Iran Elfan Sultan kumeahirishwa kulingana na kundi la familia na haki za binadamu. Kumbuka kwamba huyu alipangiwa kunyongwa ama alipangwa kunyongwa huko nchini Iran baada ya maandamano, lakini Iran imeghairisha muda si mrefu kutoka hivi sasa. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe ni karibu saa nane kuelekea asubuhi mjini Tehran. Haya ndiyo ambao unapaswa kuwajua ndani ya HMG. Donald Trump amesema kwamba Iran haina mpango wa kuwanyonga waandamanaji, hivyo mambo ya mashambulizi yanaweza yakasitishwa kutoka hivi sasa. Hayo yakiendelea ni kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa saba ma G7 yenye nguvu kiuchumi wameonya kwamba E, watachukua hatua kali dhidi ya Iran endapo itaendelea kukandamiza e, waandamanaji. Wakati huo huo kutoka hivi sasa ni kwamba mamlaka ya Ujerumani imeshauri mashirika ya ndege kuepuka anga ya Irani, ambapo taarifa hiyo inasema mamlaka ya Ujerumani imeyashauri mashirika yake ya ndege kuepuka anga ya Irani kutokana na mchafuko ama machafuko yanayoendelea kote nchini na uwezekano wa matumizi ya silaha za kupambana na anga. Itakumbukwa Irani na yenyewe upande wake mmoja imefunga anga ikisema kwamba usiku wa leo si salama kwa anga, hivyo mashirika ya ndege yajiepushe na safari katika eneo hilo. Wakati huo huo, Hispania imewashauri raia wake kuondoka nchini Iran, ambapo taarifa hiyo imesema Uhispania imewashauri raia wake kuondoka nchini Iran kwa kutumia njia yoyote inaweza kupatikana ya usafiri. Wizara ya mambo ya nje ya Uhispania iliwashauri vikali raia wake nchini Iran dhidi ya kushiriki katika aina yoyote ya maandamano na kupiga picha au video za maandamano na e, majengo rasmi ya kiserikali Hispania imewaonya raia wake kwamba waondoke Iran kwa njia yoyote, lakini wasijihusishe na maandamano ya aina yoyote. Hayo yakiendelea Uingereza imefunga balozi wake e, kwa muda mjini Tehran kutokana na machafuko, ambapo serikali ya Uingereza imetangaza kwamba balozi wake mjini Tehran umefungwa kwa muda, huku wafanyakazi wote wakiondolewa kutoka Iran kutokana na machafuko ambayo yanaendelea nchini Iran. Hizi ni update ambazo tunazipata muda huu kutokea huko Iran. Trump asema Marekani itaangalia na kuona kabla ya kuchukua hatua za kijeshi, hivyo tunasubiri ni hatua gani, lakini mpaka sasa tunavyoripoti ni kwamba hakuna e, kinachoendelea hususan kwa mashambulizi e, lakini japo katika anga ya Iraq kumeonekana ndege vita za Marekani zikirandaranda Haijafahamika kama zinajiandaa kwa ajili ya kushambulia e, Tehran, ama la. Kwa habari mbalimbali mbali, endelea kufuatilia chaneli yetu ya HMG tu watu, nakuletea update za kila kitu kinachoendelea huko Irani mpaka muda huu usiku wa saa nane na dakika 28 tunaripoti hakuna chochote ambacho kinaendelea. Ni matukio ambayo nimekuripotia hapo ambayo yametokea e, Uingereza kufunga balozi E, Hispania kuambia raia wake wasijihusishe na maandamano na kadhalika, lakini kubwa zaidi ni Trump, kwamba amepata taarifa kwamba serikali ya Iran haina njama yoyote ya kuua raia ambao walihusika na maandamano, hivyo kuna hatua kubwa ama asilimia kubwa za Marekani kutokushambulia Iran. Lakini wakati hao ya kijili ndege ya Netanyahu tayari imefika huko nchini Ugiriki na pengine ni umekuta maduni ya Netanyahu kwamba kila wanapokaribia kupigana na Iran amekuwa kisafiri kuelekea Uturuki. Hii kitukumbusha katika vita vya siku kumi na mbili ambapo alielekea huko Ugiriki kumlazi, sio Uturuki, ni Ugiriki. Kwa habari mbalimbali, endelea kufuatilia HMG.